Balozi wa Marekani amemgeuka Samia Suluhu na kumwonya vibaya baada ya kumpa ujumbe mkali. Ujambo, na karibu kwa taarifa zetu za Tanza Pulse, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Kaimu balozi wa Marekani nchini Tanzania, Andy Lenz, amevikosoa vikali Hatua za serikali ya Tanzania na vyombo vya habari kutangaza kwa ukamilifu habari za kukamatwa kwa raia wa Marekani Charles Onkuri Ongeta mwenye uraia pacha wa Marekani na Kenya na mwanajeshi wa jeshi la Marekani kufuatia tukio alilotokea ama alilotokea Novemba tarehe kumi na sita mwaka jana katika mpaka wa Sirari. Katika mahojiano maalum aliyochapishwa na gazeti la The Citizen tarehe 29 Januari mwaka huu, Balozi Helen alielezea kutoridhishwa kwake na jinsi suala hilo lilivyoshughulikiwa dharani, akisema limekuzwa kupitia kiasi na kutolewa kwa maoni ambayo hayakuwa ya haya lazima, na kusababisha mzozo wa kidiplomasia kati ya pande hizo mbili. Aliibua hoja kwamba masuala ya faragha ya raia na ma wa Marekani yanapaswa kuheshimiwa na kwamba taarifa hii haikuwa ya kutosha kwa habari kubwa za kitaifa licha ya kweli kwamba raia huyo alipata matatizo ya sheria za uingizaji silaha nchini. Hii imeibua mjadala mkubwa kuhusu uwajibikaji wa serikali ya Tanzania katika kuripoti habari zinazohusiana na raia wa nje, nafasi ya vyombo vya habari, na jinsi swala kama hili linaweza kushika anga la uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi mbili muhimu kiuchumi na kisiasa. Na katika tukio liloshika vichwa vya habari, jeshi la polisi mkoa wa Tarime Roria limesema kwamba Ongeta alikamatwa akiwa na mabomu ya kurushwa kwa mkono aina ya CSM68 wakati akijaribu kuingia Tanzania kutoka Kenya kupitia mpaka wa Sirari. Mabomu hayo ni silaha zinazoruhusiwa ama zinazoruhusiwa kwa njia maalum na kwa mujibu wa sheria za Tanzania, hata kama mtu angekuwa na kibali hakuweza kuingiza silaha hizo nchini. Taarifa ya polisi iliongeza kuwa ushahidi unaendelea kukusanywa na mtuhumiwa anaendelea kuhojiwa ili hatua zinazostahili kwa mujibu wa sheria zichukuliwe dhidi yake. Hayo yote yameonyesha kwamba chanzo kikuu cha serikali kutoa taarifa hiyo ya polisi, huku vyombo vya habari vikiendelea kuliendesha suala hilo madharani. Balozi Lenz amekiri ukweli wa tukio la kukamatwa kwa raia wa Marekani, lakini amesisitiza kwamba uwekaji wa wazi wa maelezo yote na maoni yaliyotolewa na baadhi ya maafisa wa serikali katika vyombo vya habari ilikuwa lisilo na uzito wa kuwa habari kubwa. Alisitiza umuhimu wa kuhifadhi faragha ya raia wake na kuhakikisha haki zao zinazingatiwa wakati wa kizuizi cha sheria. Moja ya balozi uh, ama hoja ya balozi Lens kuishutumu Tanzania inakuja wakati uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi mbili unapozoeleka kwenye uh, ama unapozoeleka kwenye mabadiliko makubwa. Tangu uchaguzi mkuu wa Tanzania uliofanyika mwaka jana tarehe 29 Oktoba, kumekuwa na mihimili mingi ya kisiasa na kijamii pamoja na ripoti za ghasia na ukandamizaji wa baadhi ya haki za kiraia, na ni jambo ambalo limeibua wasiwasi wa kimataifa. Marekani hata imeanza kurejea mwenendo ama kurejesha mwenendo Tanzania, wa uhusiano wake na Tanzania, ikiwa mambo kadhaa yameibua mashaka juu ya mustakabali wa ushirikiano huo. Takwimu mpya zinasema serikali ya Marekani inaangalia sera zake za kidiplomasia dhidi ya Tanzania kwa undani sana ikiwa ni pamoja na suala la uhuru wa dini, uhuru wa vyombo vya habari na uhuru wa kuzungumzia siasa uh, bila vitisho vya kizuizini. Marekani ilizitaja ghasia zilizozuka kabla na baada ya uchaguzi kama sababu za kutilia shaka usalama wa raia wake na maslahi yake nchini Tanzania. Na kwa upande mwingine, Tanzania imekuwa ikijaribu kuhifadhi uhusiano wa karibu na Marekani hasa kiuchumi na zote serikali za, eh, ama zote serikali ya Tanzania na ubalozi wa Marekani zimeendelea kujadili miradi mikubwa ya uwekezaji ikiwemo uwekezaji wa gesi ya asili, madini kama nikel na grafiti na ushirikiano wa usalama mkutano. As mkutano wa Rais Samia Suluhu na Balozi Lenz ulionyesha nia ya upande ya zote kuongoza ushirikiano wa kibiashara na kiuchumi licha ya changamoto za kisiasa. Mamlaka ya serikali ya Tanzania imekuwa ikishiriki katika kutoa taarifa kuhusu tukio la Sirari, na kwa njia ambayo baadhi ya wadadisi wa siasa wa wanasema ilikuwa kupanua zaidi kuliko ilivyostahili, huku ikipata msukosuko mkubwa kupitia vyombo vya habari vya ndani na kimataifa. Vyombo vya habari vimekuwa vikitumia taarifa hizo kufunika kwa kina tukio hilo, ambapo baadhi ya maafisa wa serikali walitoa maoni ambayo yalionekana kusitiza hatari ya tukio hilo kwa usalama wa taifa kama mzima. Hata hivyo hoja kuu ya balozi Lens ni kwamba vyombo vya habari vilitoa taarifa hizo kwa kiwango kikubwa cha ukaribu na ni jambo ambalo alikuwa sawa na uzito wa tukio hilo. Alisisitiza kwamba habari kama hizi zinapaswa kubebwa kwa uwazi na kwa kutambua masuala ya faragha ya raia, na taarifa kama hizi zinaleta mjadala kuhusu usawa kati ya uwazi wa habari na heshima ya haki za raia wa kigeni wakati wanapokabiliwa na sheria za nchi zinazowahusu. Uhusiano wa kidiplomasia kati ya Marekani na Tanzania umekuwa mkubwa zaidi katika kipindi cha karne iliyopita hasa ikizingatia mchango wa Marekani katika masuala ya maendeleo, usalama wa eneo la Afrika Mashariki na biashara. Na hata hivyo, miaka hivi karibuni, hasa tangu uchaguzi wa Tanzania wa mwaka jana, imetokea vishindo vinavyoonyesha uhusiano huu hauko salama kama ulivyokuwa zamani. Marekani inaonyesha wasiwasi juu ya haki za kiraia, uhuru wa vyombo vya habari na haki ya kujieleza bila kuadhibiwa na kwa mfano uh, kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari vya Marekani, uhusiano wa kimataifa unaangalia ama unazidi kuangaliwa kwa makini, ama unaangalia kwa makini athari za ghasia zilizotokea kabla ya baada ama na baada ya uchaguzi wa mwaka jana na jinsi zitakavyoweza kuathiri uhusiano wa nchi na kama Marekani inayotetea uh, haki za binadamu na usalama wa raia wake. Wataalamu wa masuala ya kimataifa na diplomasia wanasema kwamba hoja kama ya balozi Lens si ya kawaida na inahitaji kuchukuliwa kwa uzito mkubwa, hasa wakati uhusiano wa nchi mbili unapojaa uh, kupitiniana kwa sehemu mbalimbali za sera za nje. Kwa mujibu wa wachambuzi, suala la raia kutekwa kisha kutolewa kwa taarifa za kusababisha mjadala wa umma ni tatizo linaloweza kuharibu imani ya raia kwa usalama wa raia wa nchi mbili. Daktari Mary Nyerere ambaye ni jina la mfumo la mtaalamu wa uhusiano wa kimataifa amesema kuwa kasoro kama hizi zinaweza kusababisha taswira hasi ya uhusiano wa kidiplomasia, na hasa inapotokea wakati ambapo nchi hizo zinajaribu kukuza ushirikiano wa kibiashara na kiuchumi. Aliongeza kwamba ni muhimu kwa nchi zinazokuwa na wananchi wengi wanaosafiri kama Marekani kupata dhamana kwamba raia wake wanahifadhiwa haki zao wakati wanakabiliwa na sheria za nchi wanazoziingia. Suala hili linaweza kuwa na athari kubwa kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya Marekani na Tanzania. Ikiwa pande mbili hazitatatoa tofauti zao kwa njia ya kidiplomasia, basi hili linaweza kupelekea Marekani kuchukua hatua kali, kama vile kupunguza ushirikiano wa kijeshi au kiuchumi na kusababisha mabadiliko katika mtazamo wake wa masuala ya usalama wa raia. Aidha, suala hili linaibua mjadala kuhusu jinsi vyombo vya habari nchini Tanzania vinavyoripoti habari zinazohusiana na maendeleo makubwa ya kisiasa au ya kidiplomasia. Vyombo vya habari bila shaka vina jukumu la kutoa habari kwa umma lakini pia vina wajibu wa kutunza maslahi ya umma na kuheshimu sheria za kitaifa na kimataifa. Suala la sirari ni tukio moja la kikatili bali ni ki ama, si tukio moja la kikatili bali ni kiashiria cha mabadiliko makubwa ya uhusiano wa kimataifa kati ya Tanzania na Marekani. Inatoa funzo kuhusu jinsi habari zinavyotumiwa kisiasa na jinsi masuala ya usalama yanavyoweza kuathiri diplomasia na jinsi haki za raia zinavyoweza kushikiliwa bila kuathiri uhusiano wa nchi. Na kwa Tanzania, inahitaji kuvutia wawekezaji, watalia na washirika wa, wa kimataifa kama Marekani, na itabidi kuweka uwazi na heshima ya sheria ili kuhakikisha uhusiano huu unaendelea kuwa imara na wenye manufaa kwa pande zote. Ni hayo kwa sasa, hadi wakati mwingine nitakapokuleta video nyingine. Baki salama.